Tuanzie hapo hapo pa kusema kwamba yani, yeye kwa mfano, yeye yeye, anapambana anatafuta hela kwa ajili ya maisha yake, kuendeleza maono yake na nini. Sijasema mtu asifanye asifanye kazi, asiwe na hela. Lakini mindset yako ikoje kuhusu mtazamo wako wa, wa, wa, wewe na wanaume, una uwezo waku, wakumilikika na kutawalika chini ya, ya, una uwezo, yani una pesa na yamkini unaweza kumzidi mwanaume na una cheo unamzidi mwanaume mindset yako imeandaliwaje? Unaweza kumilikiwa? Unaweza kutawaliwa? Unaweza ukawa chini ya mamlaka ya mwanaume, pamoja na uwezo, unaweza una uwezo kujisalimisha, ukasalimisha cheo chako, pesa yako, maono yako, chini ya huyo mwanaume? Una uwezo una uwezo wa kujadi, maana ukiolewa, vinaolewa vyote hivyo, unavisalimisha kwa huyu mwamba. Na inaweza inategemea unaolewa na mwamba wa namna gani. sasa